Uzoefu wangu nitaitendea haki halmashauri ya Msalala kwa kuzingatia kwamba huduma zote ambazo zinalengwa na serikali ya Chama cha Mapinduzi naweza kuzisimamia nikizingatia kwamba nafahamu njia zote, yanzo vyote vya mapato, pamoja na kupokea pesa za serikali kuu, ili kuweza kusimamia kwa ukamilifu kama sera ya Chama cha Mapinduzi navyoeleza, lakini sambamba na hilo halmashauri yetu kwa sababu ina ina, ina ina uchumi mkubwa, inatakiwa halmashauri iweze kubuni vyanzo vingine ikiwemo kuanzisha miradi. Mfano, kwenye sera ya michezo imekuwa mwana michezo, serikali ya Chama cha Mapinduzi inahimiza michezo, ili vijana waweze kujiajiri kupitia michezo na kuongeza kipato, tahakikisha kama nilipata lazima tuwe na uwanja wa raisi, tuma, elakezo, kela, yuena, elayora, mchezo wa halmashauri kama, kwa sababu Chama cha Mapinduzi kupitia Mheshimiwa Rais walishatoa maelekezo kila halmashauri iwe na eneo la mchezo. Kwa hiyo maana yangu ni kwamba nitahakikisha kwa, kwa kushirikiana na baraza la madiwani wakuu wa idara kuhakikisha kwamba vitu ambavyo vinaazimiwa na serikali ya Chama cha Mapinduzi, na mimi kama mwenyekiti ambaye natarajia kama nitapata nafasi ile nitasimamiwa kwa ukamilifu kuzingatia sera ya chama cha mapinduzi, ilani ya chama cha mapinduzi inaelekeza kwa kudadavua kila sehemu. Sambamba na hiyo, eneo letu la Msalala ni eneo la kilimo, kwa maana ya kwamba tunadenga, lakini ndani ya halmashauri, mfano kata ya Segese, ikiwa mtendaji, kabla sijaingia kwenye masuala ya kisiasa, nilihakikisha nimeandika andiko tukapata benki pata soko la da dhahabu sasa. Kama umepata benki, kwa vyovyote lazima utafute wawekezaji. Kwa hiyo mimi itaishauri halmashauri upate wawekezaji wa viwanda vidogo vidogo, ili waweze kubangua dengu na kupandisha soko la dengu, kwa sababu dengu inashuka bei ni kwa sababu ya kukosa miundo mbinu nzuri. Kuna wanunuzi wa dengu wanatoka Rwanda, wanatoka Uganda, ni wa mpunga wanatoka Rwanda, wanatoka Uganda, lakini bengu inaponunuliwa inapelekwa Dar es Salaam kubanguliwa, lakini kupitia halmashauri kama tunatengeneza mpango mzuri kupitia wataalamu kuwa idara tunaweza tukatengeneza kukawa na center mao down beng ikawa inanunuliwa na kubanguliwa pale pale, ili kumsaidia mwananchi na kusaidia kuhakikisha kipato kinabana. Ameshatoa milioni 200 kwenye budget ambayo inaelekezwa na serikali na Mheshimiwa Rais, lakini halmashauri inatakiwa itenge bajeti ya asilimia kumili ikipata nafasi kuhakikisha kila mtu anapata kama ilivyo.